Ndege ya Badr Airlines aina ya Boeing 737-500 yenye nambari ya usajili Charlie tano bravo delta victor imepata uharibifu mkubwa kwenye mabawa na mwili wake baada ya kushambuliwa na ndege zisizo na rubani katika uwanja wa ndege wa Port Sudan. Shambulizi hilo lilitokea wakati hali ya wasiwasi ikizidi kushamiri katika eneo hilo, limeibua wasiwasi wa kimataifa kuhusu usalama wa miundombinu ya kiraia na usafiri wa anga nchini Sudan. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alielezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu mashambulizi hayo ya ndege zisizo na rubani karibu na uwanja huo wa ndege. Kupitia taarifa, Guterres alitoa wito wa kuwepo kwa utulivu na kulindwa kwa maeneo ya kiraia, akisisitiza haja ya kuepuka kuzorotesha zaidi hali ya usalama. Hadi sasa haijabainika wazi athari za mashambulizi hayo kwa shughuli za kawaida katika uwanja wa ndege wa Port Sudan, lakini tukio hilo linaonyesha udhaifu wa maeneo muhimu ya usafiri wakati wa migogoro. Mamlaka bado hazijathibitisha chanzo cha mashambulizi hayo wala kama kuna majeruhi waliodhibitishwa.